Ujambo na karibu ndugu mtazamaji wa MBC TV Baraka, nikukaribishe katika idhaa yako ya Kiswahili ya MBC TV Baraka. mimi ni wako Wilson Munga Amanite Aba Swizo nikikukaribisha katika habari yetu ya mchana wa leo. Basi ndugu mtazamaji, tutakwenda kuanzia huko Butembo ambapo wakati wa mkutano uliofanyika halamesi Januari 8 huko Butembo na vikundi vya kijamii kutoka wilaya ya Lubero na jiji la Butembo, Kamati ya usalama ya mkoa wa Kivu Kaskazini ilipendekeza kutengwa kwa wanajeshi wa FARDC na wapiganaji wa Zalendo kwa lengo la kupunguza kijeshi wilaya ya Lubero, kupunguza mvutano na kuwalinda raia vyema. Mkutano huu ulilenga kusikiliza wasiwasi wa wasi jamii za wenyeji na kubaini suluhisho zinazowekana za kuibuka tena kwa vitendo vya uhalifu vilivyorekodiwa katika wiki za hivi karibuni katika vyombo hivi viwili. Moja kwa moja tujielekeze katika tarafa la Fizi. Kuanza tena kwa shughuli za shule kumekuwa polepole pole katika sehemu kubwa ya eneo la Fizi, Kivu Kusini. Tangu mwisho wa likizo ya Krismas, msimamizi wa eneo hilo aliwaalika wazazi siku ya Alhamisi, Januari nane, wakati wa mkutano wa usalama uliofanyika katika mji wa Baraka, kupeleka watoto wao shuleni. Hata hivyo wazazi wanaelezea hofu yao kuhusu usalama wa watoto wao, huku milio ya risasi ikiendelea kusikika katika eneo hilo, hasa katika mji wa Baraka uliopo yapata kilomita 80 kusini mwa mstari wa mbele kati ya FARDC na M23 huko Makobola. Basi tukitoka katika hii bara ya Afrika, tujielekeze moja kwa moja huko Irani ambapo maandamano ya kupinga serikali nchini Irani yaendelea kwa siku ya kumi na tatu mfululizo, huku kukatika kwa intaneti koti nchini ukiendelea kuzuia mawasiliano. Kiongozi mkuu wa Irani asema waandamanaji, akionya kwamba utawala wake umejitolea kukabiliana na wasumbufu. Maoni yake yanakuja huku mtandao wa intaneti ukiminywa data inayoonyesha kuwa nchi hiyo imekuwa bila mtandao kwa takribani saa 18. Marekani, Rais Trump ameapa kushambulia Iran vikali ikiwa utawala utaanza kuwaua waandamanaji. Basi ndugu mtazamaji wa MBS TV, ni mwisho wa habari yetu wa mchana wa leo. Basi nikukaribishe katika vipindi vyetu vingine. Mimi ni wako Wilson Mongama niti abasizo, ni kuambia usisahau ku like na kusubscribe katika channel yetu ya MBS TV. Basi tukutane katika vipindi vingine, niseme tu bye bye na chao.